Ya yeah. Tuko hapa kwa sikukuu maalum na tuna tunafurahi tunafurahi sana, tunamshukuru Mungu kwa tukio hili ambalo ninaamini kabisa linapendeza machoni pake, na tunaamini kwamba hatua zinazokuja, uongozi ambao unaingia, Mungu ameukubali, utaendelea kutuongoza kama jimbo la Tanga katika kusudi lake Mungu na katika umoja na mshikamano wa pamoja, na tunasema kwa Kiswahili kwamba umoja ni nguvu, na katika mwili wa Kristo nao umoja unatakiwa, na tunahitaji kushirikiana na kusaidiana na kuungana ili kulitimiza kudikuu kusudi kuu la Mungu kwa ufanisi zaidi. Tumesikia kwamba kuna maono ya twiga na kuna utendaji wa nini. Ninaogopa nitaanza kuteleza ulimi kama mwenzangu mmoja alivyofanya, lakini inawezekana nikawaletea mnyama mwingine tena watatu leo. Kwa hiyo kaa tu na masikio usikilize vizuri, inawezekana kaja mnyama mwingine watatu leo. Katika dunia sasa hivi kuna mambo mengi sana yanayoendelea. Kuna mgawanyiko, kuna matengano, kuna vita, kuna matabaka yanazidi ku, ku, ku, Yani, watu wanalinda wana ya kwao. Kuna mambo mengi ambayo inafanya watu wazidi kutengana, na kama kanisa la Mungu, sisi jukumu letu kuu ni kuhubiri injili, injili ya upatanisho, injili ya amani, injili ambayo inawaleta watu pamoja, inawaunganisha watu pamoja. Tunajenga umoja na tunajenga mwili wake Kristo ambao ni mmoja, popote pale duniani, wanapewa sifa sana kwa hiyo ujumbe wea, wangu leo utahusika sana na umoja, ushirikiano na kufanya kazi kwa pamoja, na nitatoa maandiko fulani katika kitabu cha Mhubiri. Mhubiri sura ya nne na nitaanza kusoma ule mstari wa tisa hadi wa kumi na mbili. Mara nyingi tunasoma hii mstari hii tunapofungisha ndoa, lakini nataka leo niilete kwa namna nyingine, maana leo tuna kuwa pamoja kama jimbo la Tanga na kuna sababu maalum ya kuundwa kwa jimbo na kuwa kama jimbo ni kwamba makanisa yaje pamoja, yashirikiane katika kazi yetu kuu ambayo Yesu alituachia kwamba tupeleke injili kwa mataifa yote. Mhubiri sura ya 4 na mstari ule wa tisa na kuendelea: afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, kwa sababu wanatuzo njema kwa kazi yao kwa maana wakianguka, mmoja wao atamwinua mwenzake. Lakini ole wake aliye peke yake angukapo, wala hana mwingine wa kumwinua. Tena wawili wakilala pamoja hapo wapata moto, lakini mmoja aliye peke yake tu awezaji kupata moto? Hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watamstahimili, wala kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi. Tumesoma hapo kwamba ni afadhali kuwa wawili kuliko moja, kwa sababu wana tuzo njema kwa kazi yao. Tuzo njema kwa kazi yao, hiyo kwa lugha nyingine tumeweza kusema ndio ufanisi wenyewe, ndio utendaji ambao mnautafuta, yaani kufanya kazi kupata kuona kwamba kuna maendeleo kuna mabadiliko kuna kuna mambo mengine mapya ambayo yanafanyika kufanya kazi pamoja huongeza ufanisi katika kazi na kama kanisa tunalo jukumu moja kuu ambalo Yesu aliwachia wanafunzi na tunasoma katika Mathayo ile sura ya 28 na mstari ule wa 19 na 20 na basi enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hiyo ni kazi moja kubwa sana, ambaye kwa taarifa zangu nilizonazo, hiyo kazi haijamalizika bado, na ndiyo maana hata uongozi ambao unaingia kutuongoza katika miaka mitano inayokuja, wamesema kwamba kipao cha mbele cha kwanza katika utendaji wao ni kazi ya injili na umisheni, yeah. Na hiyo nayo ilitamkwa na askofu mkuu, naye alipoingia kuwa askofu wa kitaifa, umisheni. Na huu wimbo wa umisheni na injili bado tutaendelea kuimba, maana hiyo kazi ni bado na pale unapotoka wewe, mazingira yale unapotoka wewe, wewe unajua kuna maeneo mengi ambayo bado hayajafikiwa na Injili na wewe na mimi tupo hapa duniani kwa kusudi hilo. Kanisa lipo kwa hilo kusudi la kupeleka Injili kule ambako Injili bado haijafika, lakini katika kazi hiyo tunahitaji kushirikiana. Nashukuru sana kuona wenzetu wa kutoka Kenya wako mahali hapa siku ya leo tumeanza kushirikiana Kenya na Tanzania katika kufikia ukanda huu wa pwani na habari njema ya Yesu. Kuna watu walioenda kule Kenya wakafanya semina na kusaidiana na makanisa ya kule Kenya, namna na ya kuweza kupenyeza injili katika mazingira yao, na wao tunatutegemea pia kwamba na Wakenya nao watakuja kutunga mkono huku, ili injili pate kuendelea na maeneo na watu ambao bado hawajafikiwa na injili wapate kumpokea Yesu katika maisha yao. Bwana apewe sifa sana. Huduma ya umisheni inatuhitaji, tushirikiane na tufanye kazi kwa pamoja. Lakini tunapofanya hiyo kazi ya kupeleka injili na kupeleka injili kule ambako Yesu bado hajulikani, lazima tutakutana na upinzani. Shetani yeye, mkakati wake mkuu wa kukwamisha kazi ya Mungu ni kutufanya sisi kama makanisa na watumishi wa Mungu na wa Kristo kwamba tutengane, kila mtu anafanya chakwake, kila mtu yu peke yake mahali pake, kila mtu anajenga kama kisiwa chake, naendelea pale mahali alipo maana shetani anajua kwamba, nikifaulu kuwatenganisha watu, wasipokuwa na nia moja na kusudi moja, hiyo kazi yao wanaokusudia kuifanya haitaenda. Lakini sisi tunajua kwamba Mungu ametuweka wote katika mwili moja kwa kusudi moja kazi ifanyike, injili hubiriwe, na sisi tuwe makini, tusikubali kwamba shetani anakuja kututenganisha na kutusambaratisha. Tutajichosha na kazi kule tuliko, lakini kazi haiendelei mbele kwa sababu kila mtu anafanya cha kwake. Na Mungu atusaidie sana, na hilo kusudi moja kubwa, ya kuwa na muundo katika kanisa wa kuwa na majimbo ni kwamba makanisa yashirikiane, yafanye kazi kwa pamoja, ili injili ipate kuendelea kwa nguvu nyingine kuliko zamani. Bwana apewe sifa sana. Unajua, tunaweza tukajichosha sana katika huduma, na wachungaji na wazee na maaskofu na kila mwenye nafasi fulani ya uongozi anajua kwamba shughuli nyingi, tuko bize hakuna ambaye amekaa tu, yani tunafanya kazi nyingi ya kuchosha na tunalala masaa machache, tunaamka mapema na tunachapa kazi, lakini ufanisi inatakiwa tu, tu, ya ili tupate ufanisi. Tunahitaji kushirikiana, kuunganisha nguvu zetu. Unajua kila mtu akijaribu kubomoa ukuta fulani mahali fulani na nyundo yake anapiga piga hapo alipo, Ata, atafanya tundu, lakini hizo nguvu zikiletwa pamoja ikigonga nyundo moja kubwa ya pamoja utakuta kwamba tutatoboa haraka na ukuta utaanguka. Bwana apewe sifa sana katika kazi hii ya kupeleka Injili katika ukanda huu ambao tunaishi, tunahitaji kushirikiana. Tunapokuja pamoja kila mtu analeta chakwake, mawazo yake, maono yake ikiletwa pamoja na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine, mwingine yakiletwa pamoja kupikwa pamoja tunapata jawabu tunapata ufunuo tunapata kuona kitu ambacho tungeshindwa kukiona tukiwa peke yetu. Bwana apewe sifa sana. Tunahitaji kushirikiana na uongozi unaoingia kazini, ni wasihi sana, hakikisheni mnajenga umoja ndani ya jimbo letu la Tanga makanisa yashirikiane yalete nguvu zao kwa pamoja na ili Injili ipate kuendelea. Namjua Bata bukini, nataka nilete hiyo, mtamwongezea kwenye wanyama wenu kama mtakuwa kwenye kauli mbiu, basi uongozi tena au tu, u, Ukristo wa bata bukini kwa habari ya kusaidiana. Unajua wale mabata wanaporuka, si wanaenda kwenye mshale hivi na wanasafiri, wanaenda masafa ya mbali. Kuna wataalam walifunga vyombo fulani kwenye moja wao GPS, kwa hiyo wanasoma kwamba yule bata amesafiri umbali gani bila kutua chini bila kupumzika wamegundua kwamba huyu bata moja ambaye au hao mabata ambao wanasafiri kwa pamoja wanaweza wakaruka umbali wa kilometa elfu moja mia nne bila kutua chini na kupumzika. Ikabidi niulize ni Google, kilometa elfu moja mia nne kutoka Korogwe nafika wapi kwa, kwa masafa ya ndege? Nikakuta kwamba ninafika Lumbumbashi, Kongo. Hebu fikiria huyu ndege anaruka akiwa Korogwe, anaanza safari yake, anaenda mpaka Lubumbashi, Kongo, hajatua chini, kwa sababu yuko pamoja na wenzake, wanasafiri pamoja. Ama nikasema kama ninaenda kaskazini, naenda, nafika wapi? Nikakuta kwamba anafika mpaka Addis Ababa Ethiopia, kwa kilomita 1400 kwa masafa ya ndege. Sisi tukishirikiana tutafika mbali, lakini cha ajabu na wale bata sasa, maana inatokea wakati mwingine wanaumia, labda wanapata majeraha fulani, wanashindwa kuendelea na wenzake. Wanachofanya sasa, huyo bata ambaye anaumia itabidi atue, lakini hata tua peke yake, kuna wa, mabata wengine wawili watashuka naye, wengine wanaendelea safari, lakini huyu aliyeumia atashuka na atasindikizwa na wengine wawili, ili anapopumzika na kupata nguvu na kupona yale majeraha, haya mabata mawili wamsaidie, wamtie moyo, wawe naye, ili atakapopona asiwe peke yake, bali waanze sasa kuruka kwa pamoja, ili wawafikie wenzao kule walikwenda. Sasa hao ni mabata. Jamani, wangapi wetu tuna watumishi ambao tunawajua wameanguka? Tuna wangapi ambao tunajua, wakristo ambao wamerudi nyuma? Na sisi huwa tunafanyaje? Jamani, tuwe wakristo kama mabata hao, tuhakikishe kwamba mtu akichoka au mtu akiumia au mtu akipata jeraha fulani, tusimwache peke yake tuwe naye, tumtie moyo, tumsaidie. Atakapopona tunaanza kusafiri naye, ili tuwafikie wenzetu kule waliko. Bwana atusaidie sana. Kuna somo kubwa ambayo Mungu ametupa kwa mabata kama hao. Tukiendelea kusoma katika Mhubiri pale, tunakuta kwamba wawili wakilala pamoja hapo watapata moto, lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kupata moto? Mara nyingi tunafikiri kwamba joto ni joto, habari ya joto la mwili tu. Na kwa habari ya Tanga sidhani kama kuna mtu ambaye anahitaji kuongezewa joto sasa hivi. <laughs> Hapo sasa tuna, tunaambia wazee, tuwe, kambali maana hapa nina moto ya kutosha sasa hivi <laughs> lakini moto pia unaweza kupatikana kwa habari zingine. Unakumbuka wale wanafunzi wa Yesu? Baada ya Yesu kufufuka, ile siku ya kufufuka kwake, kuna wawili walikuwa wanatembea wanaenda Emau, wanaelezana habari za haya mambo yaliyojitokeza. Ghafla Yesu anakuja, anaungana nao, wanaanza kuzungumza pale, hawajui kwamba ni Yesu, wanaendelea na safari na Biblia inasema kwamba Yesu aliwafunulia maandiko wapate kuelewa kile kilichotokea. Wakafika kule Mau jioni, wanafunzi wale wakamkaribisha Yesu nyumbani. Yesu akaingia akaumega mkate, ndipo macho yao yakafunguka, wakamtambua, na Yesu anatoweka. Wanapoelezana sasa, ni nini ambacho tumejionea leo? wale walisema kwamba je, mioyo yetu haikuwa haikuwaka haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi na kutufunulia maandiko? Kuwa pamoja na kusoma maandiko kwa pamoja huwasha moto, hutupa moto moyoni. Jamani, tunapofunuliwa maandiko na wenzetu, utumishi wa Mungu ndivyo ulivyo tunahitaji kusaidiana katika utumishi. Tunahitaji kuhimizana, tunahitaji kutiana moyo ili tuweze kufika katika ile safari ambaye tunai, tunasafiri katika utumishi wetu. Askofu mstafu wa Jimbo la Tanga, Mchungaji Mwakyusa alisema, sijawachia mengi hapa, lakini nimeacha maisha yangu na huu ni mfano mzuri wa kuonyesha kwamba yani, hatushindani katika ni nini ambacho tunakiacha, kama ni magari, majengo, sijui nini, lakini anayefaulu kuacha maisha yake ni mtu ambaye amefaulu sana katika utumishi wake. Bwana apewe sifa sana. Paulo naye anasema, anamwambia Timoteo, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza.